Unachokiona hapa ni mashamba ya mpunga ambao mpunga wake umestawi zaidi na kama unavyoona na kwa wakati huu kinachofanyika mpunga huu umefika tayari kwa ajili ya kuvunwa. Okay. mpaka sasa una muda gani ambapo unafanya shughuli ya kilimo cha mpunga? Ah, mimi nimeanza rasmi kilimo cha mpunga okay, kwa kujitegemea toka 2010. Okay, na kwa muda wote ambao uko nao mpaka sasa leo ungekuwa unaanza kufanya kilimo cha mpunga mm, unahisi ni makosa yapi ambayo ulikuwa unayafanya bila tena kosa ambalo nilifanya kwenye maamuzi ya kununua mbegu, nilikuwa natumia mbegu na tu nunuatukuli, yani ni mbegu chakula nilikuwa napanda. Hujambo mtazamaji wa maco TV na karibu. Wenda wewe ni mkulima mpya na ulikuwa unahitaji kuanza kuwekeza katika kilimo cha mpunga na haujui uanzie wapi. Ama upo tayari kwenye kilimo cha mpunga lakini unapata mavuno hafifu, yaani unapata mavuno kiwango kidogo. Lewi maco TV imemtembelea Shebi ambaye ni mkulima wa mpunga katika skimu ya umwagiliaji ya Mkindo ambayo ipo Morogoro hapa Tanzania. Shebi ameanza kufanya kilimo cha mpunga toka mwaka elfu mbili na kumi yaani mpaka sasa Shebi ana uzoefu wa zaidi ya miaka 15 kufanya shughuli hiyo hiyo ya kilimo. Sheby katika video hii anaenda kukuelezea ni kwa nini wakulima wengi hawapati matokeo mazuri hasa katika kilimo hichi cha mpunga. Usiondoke. Hii ni Mako TV. Kama hujisubscribe naomba usubscribe. Na anaitwa Sheby Juma. Mimi ni mkulima katika skimu ya Mkindo na pia ni mkazi wa kijiji cha Mkindo. Eh, nafanya shughuli za ulimaji katika skimu hii ya Mkindo. Kwa muda, muda mwingi niko huko. Leo hii mtu sasa anataka ajui moja ama mbili, aanzie wapi katika kufanya kilimo cha mpunga, kuanzia kuchagua mbegu na management zingine ambazo zinafanyika hapa. Nyewe mnafanyaje? Tuachana kwamba namwagilia, kahisi kwa ufupi tu kwamba ni namna gani ambapo msimu unaanza wakati gani, mnapanda kwa wakati gani, mahitaji gani ambayo mnaweka mbolea na vitu vingine, kwa ufupi sisi hapa mbegu huwa tunanunua kwenye kituo cha Dakawa hapo Tare, ndio tunachukua mbegu, lakini hizo mbegu hawachukui wakulima wote. Kuna wakulima viongozi kama mimi hapa, ambao tunachukua kwa awamu ya kwanza, tunazalisha kwa sababu pale mbegu ni gharama. Kwa hiyo tukizalisha mbegu bei inashuka, tunauzia kwa bei rahisi, kwa hiyo upatikanaji wa mbegu ule. Lakini ukishaipata ile mbegu bado ni mbegu bora, lakini sio safi. Kwa hiyo tunaiweka kwenye usafi sasa, kuna kupembua pale tukinunua mbegu tunaipembua. Tukishaipembua tayari kishakuwa safi, tunaiweka tunailoweka kwenye maji masaa ishirini na nne tukishaiweka masaa ishirini na nne tunaitoa tunaiweka kwenye kiloba, yani tunaiwamba hivi itoe hivi mche. Ndani ya masaa arobaini na nane. Baada ya hapo tunaichukua tunaiweka kwenye kitalu, tunaipeleka kwenye kitalu shamba. Kipindi cha kitalu tayari kishakiandaa. Pale inakaa siku tunakaa siku kumi na tano kwa mpando wa kawaida mpaka siku ishirini na moja lakini baada ya siku hizo tunaingoa sasa mbegu kwenye kitalu shamba. Tushatengeneza, tushaandaa tayari, tuenda tunapandikiza, na sisi hapa tunapandikiza kwa kamba, kwa mistari eh, tupandikizi olela olela. Tunapandikiza kwa mistari, ndo kanuni ya skimu. Ukipandikiza kiolela, lazima utoe maelezo. Kwenye kilimo cha kawaida unatumia kilo kumi na nane mpaka ishirini 20, 20 za mpunga, za mbegu ya mpunga lakini kwenye kilimo shadidi tunatumia kilo mbili na nusu mpaka tano, lakini kipato chake kinakuwa ni kikubwa kuliko yule anatumia kilo ishirini. Hicho ndio kilimo shadidi eh. Lakini tukishapanda hapo ndani bado, ukimaliza kupandikiza ndani ya siku saba utakuwa unapiga mbolea, unaweka mbolea ya kupandia ambayo ni DAP. Lakini ukishatoka hapo unakaa siku 21, unakaa siku 14 ukijumlisha na saba hizo inakuwa 21, tunaweka mbolea za kupandia ambazo ni nitrogen. Tukishaka hapo, mpunga ukifika siku 45 mpaka 50 mpaka hamsini, hmm, isizidi hapo, tunaweka mbolea za ku, za kuzalishia sasa. Pale utategemea kama una urea utaweka hiyo, lakini kama una keni unapiga keni hapo. Mpunga tayari uko tayari ndani ya siku 60 unaanza mimba, na tunaweka mbolea kabla siku an, yani chini ya siku 50, kwa sababu kwa taaluma tunaipata kwa wataalamu, tumeambiwa ndani ya siku sun, yani, chini ya siku hamsini na mbili mpunga yani siku arobaini na tano mpaka hamsini na mbili katikati hapo mmea wa mpunga ndo unakuwa unafanya maamuzi ya uzazi: atoe mpunga punje zenye gramu ngapi, atoe matoto mangapi yale ma, yanobeba punje. Kwa hiyo ukichelewa hapo, unapishana na idadi ya punje na hata uzito, kwa uzalishaji unaathiriwa. Kwa hiyo hata uzalishaji unakuwa unapungua. Hmm, mchakato wote unaofanyika hapo, kuanzia kuandaa mbegu mpaka hmm, kuja kuvuna. Hapa tumekuta hapa watu wanafanya uvunaji. Waga, inachukua muda gani hapa? Inachukua wiki tatu eh, ku, mbegu kununua yani, kununua mbegu kupembua mpaka kupandikisa, kwa sababu tunaandaa mbegu huku tunaandaa mashamba okay. Ndani ya wiki tatu tunakuwa tayari tushamaliza tunapanda. Kwa hiyo, yani hiyo ndani ya wiki tatu inabeba wale wanaopanda SRI na hawa wanaopanda kawaida. Okay. Eh. So kwa muda wote ambao uko hapa kwenye kilimo sasa hamunda mpaka sasa, unaona kuna faida kwa kwa eh, na na faidaanaajai. Kama mimi na wengine tuliokuepo, huu faida tunaiona, kwa sababu kwanza faida inaanzia kwenye familia, lakini pia hata kwenye jamii kwa ujumla inaonekana. Ina maana unapotoka unapotoka hatua moja yani unapotoka kwenye chumba kimoja unaenda kwenye vyumba vitatu vinne, ni hatua hii. Lakini kupitia humu humu, hatuna biashara zingine, sisi kilimo kikuu ni mpunga, lakini kwenye skimu ndo kama hivyo. Ukipata zao linapata zao kubwa, unafanya maamuzi, unafanya jambo kutofautisha na kule kwenye kutumia mvua. Mpaka sasa una muda gani ambapo unafanya shughuli hii ya kilimo cha mpunga? Ah, mimi nimeanza rasmi kilimo cha mpunga kwa kujitegemea toka elfu mbili na kumi. Okay, kwa muda wote ambao uko nao mpaka sasa, sasa leo ungekuwa unaanza kufanya kilimo cha mpunga, unahisi ni makosa yapi ambayo ulikuwa unayafanya bila kuyajua leo umeyafahamu sasa kwamba ubia tena kulima? Kosa kubwa ambalo nilikuwa nilifanya kwenye maamuzi ya kununua mbegu, nilikuwa natumia mbegu nanunua tu kwa kulima. Yaani, ni mbegu chakula nilikuwa napanda, lakini baadaye nikapata elimu kupitia wataalamu, lakini ochasua wanakujaga pale wanatupatupa tu kidogo juzi. Uh, tukaona kwamba ili upan, upate vizuri, nunua mbegu zilizo bora katika vituo sahihi. Kwa mimi na wenzangu na wakulima tulio wengi mpaka sasa huwa tunanunua mbegu hasa nini hasa au tani hiyo okay. Ndio kosa ambalo si nitarudia tena okay. uh, na kuhusu mbolea labda nyingine ambazo wakulima tu wanachukulia hizi kwamba wanaanza kumpunga na kumwaga mbolea e, na matumizi ya wa... mbolea pia vile vile, matumizi ya mbolea usipofuatilia au ukiweka kwa muda unaotaka wewe basi, kuna vitu vinapishana, lakini nalo nimejifunza vizuri kwamba, fuata hatua vile unavyoshauriwa na wataalamu, na, na wako weka mbolea siku fulani, weka mbolea baada ya siku fulani, na weka mbolea yaani, weke baada ya muda fulani na uweke aina fulani ya mbolea, kwa sababu kuna watu wanatumia elimu nitaweza kufanya makosa na nitawaelekeza, na wanaweza kaja hapa na tunaweza kuweka namba kwa simu pale ili okay. Okay. waweze kuwasiliana na wewe. Yani hakuna shida kabisa. Okay. hamna shida. Kwa maelekezo hapa ili eneo linaikuwaje? sasa, hadi mtu kujifunza kilimo cha mpunga kutoka hapa aulize Mkindo kwa. Yaani naenda Mkindo. Akisema Mkindo tu mm -hmm. basi Mkindo mm -hmm. Ndo imebeba skimu ya Mkindo, imebeba kituo cha mafunzo ya kilimo cha mpunga Mkindo. Ukisema Mkindo tu umemaliza kazi. okay. Asante sana mtazamaji, kimfupi tu, ama kwa kutoa samari kwamba ni kitu gani Sheby ameimprove na kumfanya mkulima mzuri ambaye anapata mpaka gunia thelathini na tano kwa heka moja ni mambo makuu yafuatayo: cha kwanza ni uchaguzi wa mbegu. Sheby anasisitiza zaidi kwamba mbegu ni miongoni mwa kitu ambacho kimekuwa kikimfelisha hapo nyuma, alipokuwa kianza kufanya shughuli hii ya kilimo. Lakini baada ya kufanya chaguo sahihi na kusikiliza wataalamu, na hivi sasa kuanza kufanya kilimo kwa kutumia mbegu za kisasa, ndicho miongoni mwa maamuzi mazuri ambayo ameyafanya na yamsaidia yeye kupata mavuno ambayo inayoona hapo. Kupata mbegu ni kitu kimoja, na kufanya mbegu hizo zilete matokeo mazuri, lazima uzingatie mchakato wa upandaji. Sheby anaelezea kwamba lazima kupanda kwa mstari, yaani mpunga utastawi vizuri na ukupa matokeo mazuri kama utakuwa unapanda kwa kufuata mistari. Mtazamaji, kupanda kwa mistari pia hakuishii hapo. Kitu kingine cha kuzingatia katika kilimo cha mpunga ni matumizi sahihi ya mbolea. Ujue kwamba ni mbolea zipi ambazo zinafaa na ni mbolea zipi ambazo hazifai na ni mbolea zipi zinatakiwa kutumika kwa wakati gani, kwa mfano wakati wa kupanda, wakati wa kukuzia. Na pia mtazamaji, unaweza ukafanya vitu vyote hivyo vitatu ambavyo tumezungumzia pale lakini pia vitakuwa havipo complete kama hautazingatia swala la umwagiliaji. Kama Sheby anavyoelezea, thanks god yupo katika bonde la umwagiliaji la Mkindo ambapo maji ni uhakika, na mkulima pale yeyote ambayo anafanya kazi pale lazima atapata maji ya uhakika. Kwa kuzingatia hayo na mengine mengi ambayo Sheby ameelezea kwenye video yetu, ni hakika kwamba utapata kitu Hivyo, kama unataka kwenda kuanza kilimo, zingatia mambo ambayo Sheby ameyazungumzia hapa. Na pia mtazamaji, ili kuendelea kupata makara mbalimbali mbali ya kilimo ya uwekezaji kwenye kilimo na kilimo biashara, usisahau kusubscribe, like na pia comment hapo chini kwamba umejifunza nini zaidi kutoka kwa Sheby, ili uweze kupata matokeo sahihi kutoka shambani.